Kasiha, wewe ndio iliyoteuliwa kufungua kanisa katika kijiji cha Zamaniya. Mioyo ya watu imejaa giza na mabadiliko lazima yaanze sasa.

Kasiha, Kasiha, Kasiha! Jamani, rafiki yako enje anakuita, usiwe mzito kila siku mpaka jua la kupiga meno kaka, rafiki yako enje anakuita. Mbona hivyo ndugu yangu, una shida gani? Mbona kinyonge hivyo, na sijakuzoea hivyo ndugu yangu, mwanangu. Kuja hapa, jua limewaka na kucheki, bado umelala, una shida gani? Ah, hivi mwanangu, nataka kusema, umesahau ume zile mishemishe za jana mwanangu, eh. hmm. Wajua tatizo lako mwanangu, waje kutafalipu nini? o falipu pa mwanangu, ndio anyonga fundo wa viuno, hiyo ndio shida. Sio hivyo mwanangu, jana tulisifanya kibao eh. nimerudi home, niko na stress kibao, alafu angalie mwanangu, hangover kibao, yani simenichanganya kabisa. Sasa tufanye hivi, acha nikupangilie misondo ndugu yangu. Panga, panga, kuna panga, panga, mchongo umejipa pale down pale kwa kina Roy? Roy, Roy, Roy. Ah, yule kijana pale, yule kijana pale ninio pale, eh, bondeni pale, niambie, nipe mchongo mwanangu, kuna mchongo umejipa pale, kuna bonge la dili mwanangu tukilichangamkia tutatoka vizuri. Sasa mimi nikapiga misha mchezo wangu kasaa mwanangu, ni nani naamini sana mwanangu eh, kasema ni azina. Wewe tupige mchongo free to tuleveri, tuangalia tutajikata vipi ndugu yangu, au vipi? Au vipi bwana, hebu acha nichukue gwanda langu hapa kwa nyumba mwanangu, tukajichoro angalia, takula 10% Certain percent kivipi mwanangu? Mbona umeshaanza kuleta tena? Si nimekupa miyusho tena, si nimekupa mchongo? Nakupatia michongo kibao, alafu mimi hata si, ten percent wala nini. Tuapiga pasu kwa pasu mwanangu. Hamna noma, ndio badilike. Ndio badilike. Sema wanangu anapenda kulia kweli kukaza kama nini. Sema mna noma, acha tuingie mchongo Ni roho gani inapita <muchas> njia hii asubuhi ya leo? <muchas> <muchas> Mariamu, damu yangu na pumzi yangu. Baba, uwanja no unaofagia leo. Kesho naweza kuchafuka <muchas> kwa damu <muchas> Ishara <muchimu> hii imejionyesha wakati nikifanya tambiko la wiki. Ishara gani hii ambayo imenifuata mpaka nyumbani, una nguvu inasimama, inataka kupingana na nguvu ya zamani. Sasa nitafanya nini kabla ya ardhi hii haijatikisika? Punguza jasba, baba, usipigane kabla hujauliza. Bora ukawaita watu kwanza. Wow. Wewe hizi busara hizi unazitoa wapi? Nakupenda sana mwanangu. Sasa naenda kwa askari kuambie wafuate watu wote kijijini, tukutane mbuyuni kwa ajili ya mkutano. Kabla sijaenda kwa askari, bora tukawakusanya wanachama wote tuwaeleze jambo hili. Kitu ulikuwa nataka kukuuliza, hivi, kuna faida gani mtu akijiunga katika chama cha uchawi? Mwanangu, kwenye haya mambo hawezielewa, maneno haya hayaelezeki, lakini ukijiunga hapo ndo utakapojua. Mama, mama Mkweta na twita sasa hivi, pia huyu naye umeshamwingiza kwenye chama. Zamaniya, Zamaniya, Zamaniya, Zamaniya, hai kitende ndilo <laughs> <hai kitende ndilo. laughs> Aye kitendendile aye kitendendile <tipos> aye kitendendile ah, aya. Nimewaita hapa kwa sababu kuna ishara ambazo zimejitokeza wakati binti yangu anafanya matambiko ya wiki na furahi sana. Mwambie yetu imejibiwa. Mm -hmm. Jifundishe kusikiliza kuliko kuongea. Kuna nyota kutoka mm -hmm. mashariki ambayo inachomoza. Mm -hmm. Nyota. Ndio nyota. Lakini inabidi tujibidishe kuizima. <coughs> Una maana gani kusema hivi? Mtu ambaye anataka kugaa anga zetu. Niko tayari mkuu, kupambana nayi tume mambo mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, haya mm, mm, mm, mm, mm, yanahitaji busara ya hali ya juu. Kuanzia sasa kila mtu itabidi atoe kafara. Sawa mkuu. Itabidi tufanye mkutano katika mbuyu ambao uko kona ya kijiji hiki. Sawa? Aye, kitende ndile. Aye, kitende ndile. Aye, kitende ndile. Ah, kasiha na mashaka ah, habari ya asubuhi Roi. Salama sana, habari habari. Kwema huko, kwema kabisa, karibuni vijana wangu. Ah, sisi hata tutakaa. mm -hmm. Eh, sisi hapa tumena jambo la kazi. Haina. Kazi. Kama ni kazi tumepata. Hapa nahitaji kutengeza banda la sasa. mm -hmm. Itabidi nyinyi mwende porini na mniletee miti ya hilo, tu haina shaka, Roi yaani hilo leo leo, hiyo kazi zako tunakamilisha leo leo kwa kazi tunkamnisha leo leo. Safi sana, hakikisheni kazi nzuri na ni safi. Hakuna shida, hakuna shida. Na kikubwa zaidi, zingatieni muda, sawa sawa. Hakuna shida. Samfudi, hivi bado hujaacha hupuzi wako wa kunywa pombe wewe. Mariamu, tulia. hii pombe inanipa nguvu, inanifanya niwe jasiri. Mimi ni askari wa kijiji, lazima nijipe moyo. Ni nguvu gani hizo unazipata katika pombe Samfudi? Wewe ndiye askari wa kijiji, vita vikitokea utapambana navyo vipi Samfudi kama umelewa? Usinidharau Mariam mimi ninajua kazi yangu, nanielewa. Tatizo sio pome, tatizo ni watu. Hawajui kweli? Imani ya wanakijiji inateketea Safudi, na wewe ndiyo askari wa kijiji, badala we mfano mzuri kwa wanakijiji, wewe ndiye unaongezea mafuta kwenye moto. Nimetumwa na mkuu mzee Joka. Mzee Joka ndiyo? mzee Joka. Nikwambie wakusanyi wana kijiji wote kuna mkutano na tupatane kwenye mbuyu sasa hivi. Aa, ni sawasawa, nimekuelewa mkuu. Habari, kijana? Salama sana yeah. mimi kama askari wa kijiji nimetumwa yeah. na mzee wa kijiji nitangaze mkutano wa dharura yeah. wenye utafanyika kwenye mbuyu wa kona wa hiki kijiji. Tafadhali pisha wenzako na mfike kwa haraka sawa. siku gani? Sasa huu ni mkutano wa dharura, kwa hivyo ufike kwa wakati. ni leo leo. Haya. Ya mgambo ya mgambo ya mgambo ya mgambo! Mimi kama askari wa kijiji ninawatangazia mkutano wa dharura utakaofanyika kwenye mbuyu wa kona ya kijiji. Tafadhali mfike kwa wakati. Mgambo ya mgambo ya mgambo! Niko na mjumbe, na ujumbe. Mimi kama askari wa kijiji nimetumwa na mzee wa kijiji nitangaze mkutano wa dharura

Si hivyo bro, si hivyo. Mi nilikuwa na mambo mambo zangu. Sasa bro, tupange basi, ndugu yangu, tunaona maiti, ah, maiti tena maiti tena. Ndio mwana wa michongo mimi. hebu mwanangu mimi, acha nisongesonge ni pale mbele hmm. Cheki pale mbele, naona hii unaweza malizia hapo mwanangu. mfanyia kaleka kitu wa wow. Kweli haya maajabu kama pale pale nilipoota, jamani pale pale. La mama yangu mimi nimesha a nimesha kweli mimi <coughs>